Mimi nilipitia wakati mgumu sana. Nikajisogeza mwenyewe, nikanisaidiwa, nilisaidiwa, nilisaidiwa na watu. Walinitumia pesa, walikuwa naniambia nenda basi wa kachukue apartment ukakae. Sijui kafanya nini, nikamwambia sawa lakini mimi siwezi kaa katika apartment. Hapo kwa kuna banda limebomoka hapo. Ba. Zile pesa mimi nikajenga, yeye nimejenga hapo, nimejenga mimi. Hongera sana, asante. Yani, kudi, apa angu, zizuko, kwa sababu ya kujihifadhi kukaa, kwa sababu hapa najua niko babangu, lakini changamoto zilizokuepo labda kwa ndugu zangu kila siku au mimi oh, mwenyewe hawanisalimia hawawezi kuja kwangu, na wakijenja mara nyingi wanashaga hapa dirishani ndo wanaongelea bei za hapa. Eh, anakuja mteja ndio, si nauzwa si anapata message kutoka dirishani na kwa kushout, sio kwamba naambiwa mimi, sijaambiwa bei za kuuza, lakini mimi mwenyewe nazisikia kama wewe inakuwa inanichanganya. E, kwa hiyo hata chumba nachokaa chumba nachokaa unajua, nakaa chumba kidogo, nakaa chumba kidogo kwa sababu siwezi, siwezi kutanua kuta. Changamoto ilipo kwamba baada ya kujenga kila mtu anataka nyumba iuzo, mi sijakataa, sijakataa. Ikiuzwa mi nachukua matofali yangu. Hapana <laughs> ah, sina nachukua matofali yangu, nachukua madirisha yangu, naondoka nayo, haina shida, kwa sababu mali yao tena. Sisi tulivyokadirishwa na wazazi ambao walibaki, kwamba toka walivogawa ndo walivogawa wakaja wakatugeia fremu, kila mtu akapata fremu yake. Kwa hiyo kuna kodi ambayo nachukua mimi, napata ila unga na kula, na nafanya biashara zangu mimi, natengeneza sabuni, sabuni za kahawa na sabuni za mchele. Za mchele ndo nilikuwa naziandaa, lakini za kahawa ziko tayari. Naamini kabisa utaniongoza, yes basi ndio hivyo. Kwa hiyo nakuwa najikuta na stack sehemu moja, siwezi kufanya jambo lingine kwa sababu kuna mambo mengine tayari. Yani siko free, siko huru. Mimi nasubiria siku kwa siku yote kwamba wauza wafanye nini niweze ku move on. Mambo bado yako pale pale k nak bado niko pale pale, pamoja na mtoto pia nalea, so ni jambo tu la kumwomba Mungu. Utaenda wapi sasa, pameuzwa? nng Don't miss refresh every Monday to Friday 6 p.m. on Wasafi TV.